Chanzo cha kukata pumzi wakati wa kuimba. Ndugu mpenzi wa somo la Ijue sayansi ya uimbaji, karibu tena kwenye somo letu pendwa linaloletwa kwako na mwalimu Clement Anton Gashule kutoka Chamazi Dar es Salaam. Mtangazaji wako ni mimi Hosea Nengo kutoka studio ya Nengo Media. Ni kuombe ubonyeze neno subscribe ili uwe kwanza kupata taarifa zetu. Leo tutaangazia kipengele kinachosema chanzo cha kukata pumzi wakati wa kuimba. Tatizo la kukata pumzi wakati wa kuimba mara nyingi husababishwa na: Moja, kutotumia diaphragm, badala yake kutumia kifua. Mbili, kupumua kidogo kabla ya kuimba mistari mirefu. Tatu, uoga au kukaza mwili hasa kifua na shingo. Nne, kukosa stamina ya mapafu, hujafanya mazoezi ya kupanua uwezo wa kupumua. Jinsi ya kulitatua. Moja, pumua kwa kutumia tumbo. Weka mkono tumboni, uvute pumzi hadi tumbo lijisikie kujaa. Usipumue kwa kifua, kifua libaki tulivu. Mbili, mazoezi ya kupanua pumzi. Zoezi vuta pumzi kwa sekunde nne, shikilia sekunde nne, toa pumzi kwa sekunde nane, huku kiimba sssss. Rudia mara tano kila siku. Tatu, gawanya mistari ya wimbo, jua wapi pa kupumua kati ya mistari ya wimbo. Usisubiri kuishiwa pumzi kabisa ndipo upumue. Nne, fanya mazoezi ya stamina ya mapafu zoezi Imba vokali aa kwa muda mrefu hadi pumzi iishe. Rekodi muda wako kila siku, jaribu kuongeza sekunde moja au mbili zaidi. Asante kwa kuniazima sikio lako, ni kuombe ubonyeze neno subscribe ili uwe kwanza kupata taarifa zetu. Sauti hii imeletwa kwako na mimi mtangazaji Hosea Nengo kutoka studio ya Nengo Media. Kwa ushauri zaidi Wasiliana na Mwalimu Gashule kwa namba hizi: 0782201686 au 0719201686. Asante sana.